Ni. Aa, sisi hapa. Kamwene Tanzania, kamwene hello weekend, kamwene Wahehe, kama tulivyozungumza kwamba tunarudi kwenye asili yetu, tulitoka kwa Wahaya na sasa ni zamu ya Wahehe, yaani sisi. Hello weekend jamani, kama wengine huko na nyewe mna matamasha mtuambie, mm. Mapema mapema mapema, sisi hapa tunahakikisha kwamba tunayasisitiza kwa sababu lazima vizazi vyetu vifahamu asili yetu. Tuliwaahidi leo tutakuwa na kamwene hapa, na tayari kamwene imefika, jamani mm. karibuni sana S S S S tukisema kwa hivi salamu ya pamoja, mimi na tunafanyaje? Sasa ni hivi hivi tena, kamweni mnogage mm -hmm, alafu mimi naitikia ndi mnofu ndi mnofu, ndo nipo yeah, salama kama mmoja, kama mko wengi, kama sisi. Nasema tuiwanofu, hello ah, weekendi, tuiwanofu mnogage, alafu tunaitikia Sawa sawa. Hivi karibuni, mwezi ujao wa sita tunatarajia kuwa na tamasha la Wahehe maarufu hehe festival, na hapa tayari studio tunao wageni wetu, waandaaji, wahusika moja kwa moja wa waandaaji wa tamasha hili, wamekuja kutukaribisha. Hata kama wewe ni wa Dar es Salaam, popote pale utakapokuwa, lazima mwezi wa sita tunarudi, na uzuri ni kipindi cha likizo eh, kwa hiyo ni mfamilia nzima inatakiwa irudi nyumbani Kalenga. Tuwatambulishe wageni wetu wa Karungi. Yes, wa kwanza tupo naye Omar Mkwawa Mahinya huyu mm. ni mwenyekiti wa Mkwawa Foundation, karibu sana. Asante sana. Na tunaye CPA Ibrahim Shindo huyu ni mratibu wa kamati ya Hehe Day. Asante sana. Karibu sana. Lakini tunaye CPA Christian Mpalanzi huyu naye ni mratibu wa Hehe Day. Karibuni sana. Tunafurahi kuwa na tunakaribishaje kwa Kihehe? Unasemaje eh? Okay. Karibu eh nasema bela eh bela uuse, e, utengamale. Asante, okay, mm. sana bela e. Yani wewe uuse utengamale. Hivi Wahehe, Wahehe watani wao ni akina nani? Ukute mi ni mtani wao, halafu s makabila mengi hupenda kuwa na utani na Wahehe mm. e. Lakini mtani wa kwanza wa mwee kabisa ni Mjerumani. <laughs> <laughs> <Mjirumani laughs> Mjerumani, una Tanzania, kuna kabila inaitwa Jerumani. Eh, tulikuwa nao hapa, tulikuwa nao na, ah. na, na bado wako, na bado wao vipo na. Kwa nini? Hmm. Sasa <coughs> <kuwa mtani> <coughs> eh, askari zaidi ya mia tatu na bunduki zaidi ya mia tatu na mizinga wakakimbia, wakarudi baada ya miaka mitano, mpaka leo ni watani wenu hawa. Na kizazi chao kipo kikubwa sana Sawasawa, mm. Natamani hivi, kumbe hamna hamnaga kadi ya kujiunga na kabila, ili niweze nijiunge ni na Wahehe. Wewe unaweza, ili ku, wangu unaweza, unaweza kuolewa tu na Mhehe, ukawa njia yako rahisi sana ukiwa rai sana. Vayu, karibu na Mpalanzi hapa na mzee Mshindo eh, utanyoka tu <laughs> hivi karibuni tu utajikuta na mkoa hiyo la, la, lakini namna nyingine ya kujiunga pia ni pamoja kwa sababu jamii pana ya Wahehe inachukua na makabila mengine mengi ambayo yana historia na mtu wa Mkwavinyika mm -hmm. E, kwa hiyo sio Wahehe tu wenyewe wale origin. mm -hmm. tuna makabila ambayo yamekuwa assimilated kutokana na mahusiano mm -hmm. na mapambano mbalimbali na mtu wa Mkwavinyika mm -hmm. E, kwa hiyo walokuja kama wataalamu mm -hmm. walo kuja kama uh, sehemu ya wapiganaji uh, walokodiwa na Mjerumani mm -hmm. hao wote hao sasa ni sehemu ya Uhehe. Mm-hmm. Sawa, tunawanyamwezi sawa, tu, tunawangoni wenyewe. Oh, au ni watani wenu wengine Nyamwezi kumba? Yeah, nataniana na mhehe na yeah. O hivi mm. Nawasukuma nao mnataniana? Hapana, hapana, hatujawahi kuwa na utani wao. Mna utani ila pengine tumezaa nao sana. Ah, okay. Ehe, katika vizazi basi nao wanakuwa sehemu, ambaye tumemwacha kabisa yani, hatuelewi. Tunavyozungumza wahehe ndio wanasikia kwa mara ya kwanza mm, kidogo tupate nafasi ya kumfafanulia hawa ni wakina nani? wanapatikana wapi wapi? Karibu. mm -hmm. Chief, Wahehe kwa asili wanapatikana katika mkoa wa Iringa. Kwa sasa hivi ndiko chimbuko la Wainga, Wainga hao ndio wamekuja kuzaa kizazi kilichofikia sasa hivi. Kuna Mtwa Adamu Sapi wa Pili, huyu amerithi katika kizazi cha Wainga, ndipo ambapo hapo katikati tukampata shujaa wa Wahehe aliyofanya kwamba nchi ya kihehe ikatambulika dunia yote kwa kupigana na wavamizi wa jerumani mwaka elfu moja mia nane na themanini na tano na akamshinda. Sasa kuanzia pale, hiyo sehemu ndiyo ilikuwa himaya ya mtu anaitwa Mkwavinyika lakini jina la kwanza alikuwa anaitwa Vangulu Memile Mkwavinyika Mahinya. Kwa hiyo ilikuwa inaanza kuanzia hapo kwenye kitovu hapo Kalenga inakwenda mpaka sehemu ya Ubena kule ambako kuna mpaka sehemu ya Mkongotema na Madaba ndiko ambako baba yake Mkwawa aliwazuia Wangoni wasiendelee ile kitu ilikuwa inaitwa Northern Track ya Wazulu. Kwa hiyo akawasimamisha pale ndio kwa stop. Basi sasa wakaanza kusambaa tu, wanarudi sehemu mbalimbali mpaka mbali, kwenye lake Nyasa, lakini wao walikuwa wanapandisha, na pengine sasa hivi navyozungumza, walikuwa wameshafika Misri, lakini walikutana na jeshi la huyo alikuwa anaitwa Binini Mnyigumba Makongasa. Yeye ndio alimgaragaza Mgoni na ikawa ndio mwisho pale. Kwa hiyo Wangoni wanaishia Madaba, Mkongotema, kurudi chini kuenda mkoa wa Songea. Hmm, hmm. Ukija upande huu wa Mbeya unakwenda mpaka kukimbu Chunya, ilikuwa ni sehemu ya Wahehe. Ukija huku upande wa kaskazini, unakuta mpaka Ugogo tunaoita Udongwe, ilikuwa ni sehemu ya Uhehe. Sasa huko kote, huyo mtu anaitwa Mjigumba aliweza kuzikusanya na kutengeneza umoja wa chiefdoms kwa Kizungu sawa kumi na mbili, wakawa na umoja huo ndio sasa ikawa wanaitwa wa he he. Asante sana kwa mm, utangulizi mzuri. Muda wetu nao sio rafiki sana. Christian umekaa uh, kimya kwa muda mrefu. Kwa nini he he festival? Na inakuwa ni mara ya ngapi? <coughs> uh, imefanyika mara nyingi huko nyuma mm, uh, na inapaswa kuwa tukio la kila mwaka mm -hmm. toka 54, uh, ta, lakini historia yake inaanzia mbali, mm, inaanza tarehe 19 mwezi Juni mwaka 1954. a 54 hiyo ndiyo siku ambayo um, gavana uh, wa Tanganyika wakati Sir Edward Twining, yes, Edward Twining alikabidhi, aikab, fuvu hmm. la kichwa cha uh, mtu wa Mkwawa kwa mjukuu wake Chief Adam Sape Mkwawa mm -hmm. Kwa tangu siku ile uh, ikawekwa kwamba itakuwa ni siku maalum ya kumsherekea Mkwawa mm -hmm. makamanda wake no, wa, na Wahehe kwa ujumla popote mm -hmm. walipo mm -hmm. nchini na nje ya nchi na kunakuwa kuna kuna shughuli gani ambazo zinakuwa zinafanyika na zi, itafanyika lini hadi lini? Uh, hehedei kama ambavyo tumesema awali ni mm. tukio ambalo litaanza tarehe kumi na saba mpaka kuhitimisha tarehe kumi na tisa Mm -hmm. shughuli ambazo zinahusishwa katika hehedei ukiangalia, e, malengo na madhumuni yake ambayo ni kuendeleza na kudumisha mila na desturi za wahehe, zitahusu matukio matatu tu muhimu makubwa mmoja atakuwa kutembelea maeneo ya kihistoria yanayounda huo Uhehe kama ambavyo mwenyekiti Bwana Omari hapo amezungumza. Uh, historia hiyo ya Uhehe yenyewe inaanza na uh, mtu wa Mnyigumba ambaye ndo aliunganisha zile koo uh, nyingi including koo ya Wainga. Wainga ni koo moja katika koo nyingi za za Wahehe. Kwa hiyo huyu Mnyigumba aliishi wapi? Aliishi Ungemba. Kwa hiyo hilo moja katika maeneo ya kihistoria ambapo kutakuwa kuna kutembelea pale na kuweza kujua kwa undani huyu bunini Mnyigumba alikuwa ni nani, alifanya mambo gani, na vitu vya namna hiyo Mm-hmm. Pamoja na eneo hilo, pia kutakuwa kuna kutembelea Kalenga ambapo hayo ndio makao makuu ya mwanae e, mkwa Vinyika ambaye yeye amekuja kuonyesha ule ushujaa, na ndio maana sasa makao makuu ya Uhehe sio Rungemba tena, ni pale ambapo e, chifu mkwa Vinyika au mtu wa mkwa Vinyika aliweka makazi yake na ngome Mm-hmm. Huwa mnasikia timu ya Lipuli Lipuri, mm -hmm, actually, ni ngome ya mtu wa uh, Mkwavinyika. mm -hmm. E, ba, ba, eneo lingine ambalo litakaotembelewa ni pamoja na na Kikongoma. Uh, hilo ni eneo ambalo mama yake mama yake pia mtu wa Mkwavinyika ni mmoja katika mashujaa, watu mashujaa kwa sababu alikimbia naye pia hakutaka kukamatwa na kuuawa, kwa hiyo alitumbukiza katika mtu ambao unapita chini ya miamba. mm -hmm. E, eneo la mwisho la, la kutembelea katika hiyo Hehe Day ni pale ambapo uh, mtu wa Mkwavinyika alijiua asikamatwe na Wajerumani ambao mm -hmm. Hapo panaitwa Mlambalasi. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni tukio moja la kutembea maeneo ya kihistoria na watu kuweza kujua na kuenzi hiyo historia ya Uhehe pamoja na mtu wa Mkwavinyika. Um, eneo la pi eh, jambo la pili litakuwa ni mambo sasa ile ya mila na desturi. Kila kabila lina mambo yake ya mila na desturi mm -hmm. Uh, kutoka kuna mambo mbalimbali ya mila na desturi lakini mojawapo katika hilo ni ufanyaji wa tambiko na hapo, nataka niseme kama mjini mambo yangu yananiendea kombo, nihakikishe nakuja kwenye festival. wewe ni, mm -hmm. Eh, ni so. Mhehe eh. Upo mjini eh, kwenye ardhi ya watu upo eh. Dar es Salamu kwa Wazalamu, mambo hayaendi, twende kaongee na mizimu. Aha, kwa hiyo kutakuwa kuna jambo la mambo ya mila ambayo pamoja na hayo matambiko. Kwa hiyo watu watajifunza kwamba tunapozungumza mila za kienyeji ni zipi na tambiko hili linahusisha nini kwa namna hiyo. Kwa hiyo utafanyiwa siku hiyo huko huko, 17, tarehe 17 na 19. Tarehe 19 siku ambayo ndio hitimisho la day. Hapo utakuwa kuna shughuli mbalimbali, kutakuwa kuna ngoma za asili, kutakuwa kuna maonyesho ya kibiashara. Tukisema maonyesho ya kibiashara tunatambua wote kwamba Iringa ni moja katika vituo vya shughuli vya kiuchumi mm. eh, kwa nchi yetu. Kwa hiyo tutakuwa kuna maonyesho ya biashara ya huduma na bidhaa ki mm. za kiasili na huduma za bidhaa za kisasa kwa sasa hivi. Mm hiyo -hmm. eh, itakuwa ni hitimisho litafanyika tarehe 19. Lakini kuanzia tarehe 17 mm -hmm. wale wa exhibitors tunasema wa watu wa mm -hmm. maonyesho mm -hmm. waonyeshaji watakuwa wameweka mabanda yao pale. Na zile dawa um, za asili tutapata kila kitu mm -hmm. kilikuwa hapo na vyakula vya asili vya asili hapo hapo. Mtuambie, kwa upande wa kabila la Wahehe mahususi kabisa, mnakabilianaje na mtazamo wa watu kuona sasa hizi mila za zamani, labda dawa za asili, matambiko na majina ya Kihehe ni kama kama vitu ambavyo vimepitwa na wakati, yani kama tuna kizazi ambacho kinaona kama vimepitwa na wakati, mnakabilianaje sasa na huo mtazamo? Mtazamo huu tunakabiliana nao kwa kufanya mambo kama ambayo sasa hivi tunafanya Hehe Dei ndiyo mwanga, ndiyo tochi ya kuelekeza kwamba utamaduni wetu ndiyo urithi wetu. Vijana watambue wanakotoka, vijana wapelekwe wanakotoka, watoto wajukuu, lakini kule watapata kujua chimbuko la makabila yao, miiko yao, maadili. Kwamba ndani ya uhehe jambo la kwanza kabisa ni kwamba kila mhehe popote alipo hapa Tanzania, nje ya Tanzania, utu wa mtu mhehe lazima awe na thamini sana utu wa mtu mm. Kama ukiona huyo hathamini utu wa mtu basi huyo hayuko katika uhehe, anavunja mwiko, naona lakini mm. La pili kazi mhehe kwake, kazi ni ibada. Mvivu mvivu eh mvivu basi wamedandia <laughs> tu basi medandia. Lakini muhehe <laughs> kazi, kazi kwa muhehe yote ni ibada na ndio maana tunaona watu wengi wanatafuta tafuta, nataka kijana wake kijana wake, kwa sababu ana uhakika, akishaleta pale ameleta jeni badala ya nyumba mm -hmm. Lakini makosa atakayofanya, kama usipothamini utu wake mm, hutaweza kukaa naye kijana -hmm. mm -hmm. yote wake au akike wa kiume mm -hmm. kama utu wake ukaonesha dharau mm -hmm. au manyanyaso ya namna yote mm -hmm. siku hiyo hiyo atatafuta sababu na ataondoka kwa sababu utu wake ndio unatangulia. Okay. okay. Lakini la mwisho kabisa mm -hmm. ni katika desturi. Katika desturi zetu kuna vitu ambavyo lazima zingatiwe mm -hmm. kuhakikisha kwamba usalama wa eneo lako, baba anahakikisha familia yake inakuwa salama kwa kuweka miongozo. Huwezi kuja tu, kamkuta mama pale anauliza, mzee mparanzi yupo? mm -hmm. Wakakwambia yupo ndani ametulia, amejaa tele. Hapana, sio <laughs> kwa muhehe kweli. Kwa muhehe ukifika, yupo, atakwambia alikuweko hapa hapa, ngoja tuangalie Ah, sababu wewe inawezekana huyo ni adui. Unamwambia yuko ndani anaangalia TV, anaangalia Azam TV mm. amejaa tele, hiyo sio kwa mm, kwa hiyo mm. masuala ya usalama. <laughs> E, ile kujitambua kila wakati anakuwa mm. yuko kila wakati kwa, makini kabisa kuhakikisha kwamba haleti hatari katika familia yake, okay. Uh, muda wetu nao mnaandika, lakini hiyo <laughs> e, ni note. Sasa yuko <laughs> so ndani kaongea naye. Lakini ah, ngoja nikaangalie <laughs> kwanza ah, wakati tunamalizia, nisipoulize hili swali, lazima nitashikwa hapa mkia. Kwa nini ah, kwenye hivi vyakula vya asili tutakavyokuwa navyo atakwepo? hapana ah, ah. Uliweke sawa vyakula vyenu vya asili, ni kadogi kanahusika, ni ugali gafo, mm mboga za majani na nyama mm -hmm. na katika nya mboga dogi za majani ni pamoja na maharage na majani yake. Sasa maharage inaitwa dogi a na mboga yake inaitwa nyadogi. Sasa watu wakachukua dogi dogi kwa bila shaka ndio mbwa. Hapana, sisi tunakula mboga za majani, mboga za majani mojawapo inaitwa maharage maharage, yanaliwa kama yenyewe na mboga yake, lakini hapa tu, hapa tufahamu ukweli, tumalize mzizi wa fitina. Ehe, ama habari ambazo si za kweli, ndio labda kwa Wahehe labda kwa miaka ya mingi ya nyuma mm, waliwahi kujihusisha na kula mbwa. Hapana, hapana, kwa hiyo si kweli Si kweli watu walitafsiri ile Aha, nyadogi ambayo no, ni nyadogi, mm. maharage kwa sababu kama ungekuwa hivyo ungekuta bado kuna sehemu wanafanya vitu kama hivyo mm. mm. kwa hiyo unajua, watu wenye asili yao Deo. kama vile Wachini wanakuta wanakula mbwa, wanakula hey, nini, nini. konokono na nini, vile vitu vya asili huwezi kuviacha e. lakini haiwezekani e. eh, kumepita generations, yani e, miongo kadhaa mm. Mpaka leo asitokee hata mmoja wa umri kama wa kwangu au zaidi mm. asiwe anaendeleza vitu ambavyo alizaliwa akakuwa nakula. Kwa hiyo mm. tumeliweka vizuri hey awali mbwa hey, hey. wanakula chakula dogi chao dogi na nyadogi ambayo ni hey. maharagi ah, kina mambo ya Kizungu fulani hivi dogi na watani wao Wajerumani na Wangoni mm. Wangoni watu wa nje foreigners na, na, na wanasema kwamba hii ndo vita pekee ambayo mjerumani ameshindwa hapa Afrika, Afrika. Mm. Mm. Alipigwa mm. askari mia tatu wakapotea, zaidi ya mia tatu wakapoteza na bunduki mia tatu na mizinga miwili mm. wakarudi wakajipanga tena. Baada ya miaka mitano wakarudi tena mm. Lakini kutokana na baadhi ya usaliti mm. walikwenda wale wakamwonyesha kwamba yuko huku, pita njia hii, usipite njia ile ya kwanza ulikopigwa, wakaja sirisiri, lakini vilevile vile, ndani ya Uhehe kuna taratibu wa intelijensia intelijensia. mm -hmm. Wanasema watahandisi watahandisi, mm -hmm. ni intelijensia. mm -hmm. Wao wanatoa information. Sasa ndani ya hao wako waliotoa usaliti, na katika hao kwa usaliti ni baadhi ya watu ambao walichukuliwa kama mateka wakajumuishwa katika Uhehe. Asanteni, mm -hmm. mm -hmm. sana. Ndani ya Uhehe hakuuzwa hata mtu mmoja kama mtumwa. ah. Ilikuwa ni mwiko. oh, hey. Hakuuzwa mtumwa hata mmoja. ah. Akitokea mateka anaingizwa katika jamii ya Kihehe, binti anaolewa, kijana anapewa mke, anakuwa sehemu, lakini sio kuuzwa kama mtumwa, pembe za ndovu na vitu vingine kama kuhio. kuna mawasiliano y ya ku, eh, ambayo la, yapo labda mahususi kwa ajili ya Hehe Festival Sao. kama yapo lakini ili mtu ambaye pengine angependa kudhamini kushiriki na vitu kama hivyo au kuuliza chochote mm. Zaidi ya hapa kwenye kipindi, kuna namba tatu za mawasiliano, moja ni ya kwangu mm. 0756391 00756 56391 391 897 897. Tuirudie hiyo moja 0756 0759 eh, 0756, 0756, 391 391 897 897. Kama hivyo inaonyeshwa pale kwenye, kwenye, kwenye mtandao, lakini mbeko. Kwa wale ambao wanataka kutuchangia tumefungua mkoba, akaunti 178 28 22 NMB mm. Mm -hmm. Sao, Sao, saa asante sana saa. Uzuri wapopo. Makabila tutakuwepo pale makabila e, kwa hiyo nitakula tuta... e, dogi na na wale ambao e. Mjaoa inawezekana mkakuta pale na ambao hujaolewa. oneanaoams Asanteni sana, tunashukuru sana. Tulikuwa na Christian <laughs> Mpalanzi ambaye huyu ni mratibu wa Hehedei, lakini Ibrahimu Mshindo huyu ni mjumbe wa kamati ya Hehedei pamoja na Uh, Omari mm-hmm, Mahinya, Mahinya mwenyekiti wa mkoa wa foundation. Asanteni sana tunashukuru sana na kila laheri. Asanteni sana.